Yes, ni kazi sehemu zake nyeti na ziona. Ni kazi inaitwa kazi, ni kama vile una uko na mama yako hauna mtu mwingine wa kukusaidia mama yako anatabanika, yeah. Na wanaume wanaweza kuifanya. <laughs> Ndio, ni kazi ambayo inatumika watu wote, wanaume wanatumika wanawake wanatumika Akua, kwa sababu wazee mna wanaume na mna wanaume, mfano na ndevu yangu na hivi mwanaume naanza kumpanguza mama mwanamke. Yo, mtu wangu wa nguvu wa Leza TV, kama kawaida, kupitia chaneli yako ya pawa ya Leza TV, mimi ni mtu wako wa pawa na kila siku nakuletea story kuhusu kazi za Kanada na kufundisha maisha ya Kanada, utamaduni, nini unaotakiwa kufanya ili nawe uweze kupata nafasi ya kuja Canada na leo niko na exclusive niko na kitu kikubwa zaidi ambacho naenda kukuonyesha katika siku hii ya leo. Najua kupitia video hii ya leo utajifunza mambo mengi sana, kwa sababu umekuwa mkiniuliza je, kaka, kuna watu ambao wameshaifanyikiwa kufika canada kufanya kazi? Je, kuna watu ambao wanafanya kazi ambazo sisi tunatamani kuja kuzifanya canada? Je, mishahara ya canada iko vipi? changamoto ya kazi za canada ziko vipi? Leo niko na dada ambaye atakuwa anaongea na nyinyi kupitia chaneli yetu ya Power ya Leza TV. Kwa hivyo, ningekuomba tu uchukue karatasi na bike ama na kalamu uweze kuchukua kuandika madini ambayo utaenda kuyapata kutokana na dada huyu ambaye anafanya kazi ya caregiving, kazi ambayo wewe ulikuwa unatamani kujua inafanyikaje, mazingira yake yako vipi, changamoto za hizo kazi, faida ni nini, mishahara iko vipi. Kwa hivyo, maswali yako yote ambayo uko nayo kuhusu hiyo kazi yake ya giving hapa Canada unaenda kuyapata kupitia channel yako ya Power ya Leza TV. Ni kuombe tu kama wewe ni mgeni mali, eh, mali hapa na ni mara ya kwanza unatazama, hakikisha umesubscribe. Gusa hiyo notification bell ili wewe unapata notification. Lakini kama utakuwa na swali lolote katika interview hii, hakikisha umeniandikia kupitia eh, comment section swali lako nitakuwa na kujibu, lakini pia ni kuombe uweze kulike video hii kama itakupendeza na uone inafaa kupata like yako. Basi stay tuned tunapoanza interview yetu rasmi. Yeah, kama nilivyowaambia wadau, tutakuwa tunapiga no story hapa na huyu dada hapa ambaye tunamuona, eh, kwanza tungetaka kujua jina lake. Unaitwa nani dada yangu? Yes, mimi naitwa Zawadi, kwa majina Zawadi. mm-hmm. Eh, Zawadi ndio gift yani. Sasa dada Zawadi, hapa bwana, kwenye hii channel yangu mi natoaga mafunzo, nafundishaga watu e, mambo ya kazi za Kanada, jinsi ya kutafuta kazi Kanada. E, we unaweza tuambia, ulikujaga Kanada vipi? Ulikuja kikazi, ulikuja kutembea ama ulikujaga kuishi? Ulikuja kazi anada mm -hmm. na labda kazi kukuja Kanada ilikuwa ngumu kidogo ama ilikuwa rahisi ilikuwa uh, ngumu. Hakuna process ambayo uko rahisi kusema uingie Canada, ila tumepambana hadi tukafika. Hadi ukafika. Na kazi ambayo ulikuja kufanya kazi uh, ulikuja kufanya hapa Canada, ndio unaifanya mpaka sasa hivi? Ndio. kazi gani? nilikuwa nishaitaja lakini labda utarajie tu watu pia waelewe, unaweza kutaja kwa lugha ambayo unaifanya kama ni Kifaransa, haina shida, mimi nitawaambia kwa Kiswahili kazi ninayoifanya sijui, eh, yani eh, kwa Kiswahili inaitwaje? Mfransa wanaita prepose au beneficiaire, prepose au beneficiaire, yani care giving. Ama ukisema kazi kwa Kiswahili tunaweza kusema ya kuhudumia watu, kazi ya huduma kwa watu. Yes, sasa watu wanauliza wanasemanga, hiyo swali hiyo kazi ya care giving inakuwa kazi ngumu sana, ina changamoto nyingi sana kabla sijagusia changamoto ambazo ziko kwenye hiyo kazi, nikuulize kwanza wewe, oh, unapenda hiyo kazi? Ndiyo, napenda kazi yangu. Ni nzuri sana. Unapenda. Inakufaa. Mm. Na inakufaa ningetaka kwa kifupi eh, maana watu wengi wanasemaga ni kazi ambayo eh, watu wanagusa, nitasema tu kila kitu watu, yes, wanagusa mavi, watu kwa sababu ni kazi ya kuhudumia watu especially wazee wako na magonjwa mengine ya ambayo ni magonjwa makubwa makubwa, wengine wamezeeka kwa sababu ya umri. Kuna mambo mengi sana, narrative nyingi sana huku nje watu wanazungumzia kuhusu hiyo kazi. Wengine wanaiogopa, wengine wanaiona ni chafu. Eh, wewe hiyo kazi unaifanyaga aje? Je, unaweza kustahimili au magumu ambayo watu wanasemaga iko kwenye hiyo kazi? Mnaweza uh, sema hakuna ugumu wowote katika kazi hiyo mm -hmm. kwa sababu unatumika na binadamu wenzako mm -hmm. Eh, na kwa asili mimi ni mtu ambaye nazoea ku, kuwa pamoja na watu kuzungumza, yaani wakati niko natumika kazi ambayo inahusika na watu. mm -hmm. Hey, najisikia niko huru kwa, li... ni kwa sababu ni kazi ambayo ninayoipenda ni hamna okay. ugumu wowote kwa sababu mm -hmm. ni kazi yangu na ninafaidika ndani mm -hmm. ndio. Hamna ugumu wote. Hamna. Kupanguza mavi si ugumu. Hamna ugumu. Yaani ni kama tu gisi unahudumia mtoto hmm. wako kunyumba. Sasa huyo ni mtu mzima. Sasa huyo ni mtu mzima. Na ni kama vile gisi unaweza uguza mama yako. Mhm. Mm Unajiweka kwa nafasi huyu anaweza kuwa ni mama yangu, mama mamao angekuwa mwali kama nae, je, ningemtupa? Okay. Hapana. Waambie nyumbani. Niko ataka waambie pale. Unawapa huduma. Mhm. Mm e, kama gisi baba yako anaweza kuwa ni iko tabani ya shimami. Unamhudumia, unamfanyia hmm. usafi au utamwacha mchafu? Utamtengeneza mm -hmm. Na ndio gisi tunabaki na wale watu, okay. Na hu, kama vile umetoa mfano ya kuhudumia mzazi wako baba au mama hmm. lakini sasa huyu eh, sio baba yako wala sio mama yako, ila ni wewe umejitia utu wa kufanya hivyo. Je, mm. Kufanya hii kazi lazima mtu akuwe ameisomea akuwe na vyeti vya kuifanya vya kusoma, ama ni hiyo tu kuwa na roho ya huruma kama vile umesema? Kwanza inaomba moyo wa huruma kupenda watu mm. ni kama kazi ya kinganga kingangan yani, ya kidaktari ya ki ya ya kitabibu ya, ya ki pili. mm. Inahitaji masomo masomo, yani hata kama uko na hiyo moyo inabidi kwanza kufanya nini wa waku, wakufundishi gisi gani utaishi na hawa watu kwa mm -hmm. sababu kule kwetu tutakuwa nao ni ni Wazungu. Masomo sasa, masomo yake masomo sio ya muda mrefu sana. kuna wenye wanasoma muda wa mwaka, kuna wenye wanasoma muda wa miezi, inafuatana mm -hmm. e, na pale kwenye utatumikia. Ah, oh, wewe umetoka Afrika umeshaisomea ama umekuja kusomea hapa? nimekuja kusomea hapa, nikuja hapa kufanya kazi mm -hmm. ili ya kuanza kazi, wakaniambia inabidi usome, nikasoma kwa hivyo kile kitu ambacho naambiaga watu kwamba inawezekana ukaja tu jinsi na ile experience ambayo uko nayo, kwa sababu utaratibu wa kufanya kazi kule nyumbani na kufanya kazi huku ni vitu viwili tofauti. Ndiyo. lazima uingie kwenye mfumo wa kazi za hapa ili uweze kufanya kazi. Ndiyo. na labda pale kazini, wale wazee wengine tunasikiaga wako na jeuri, anaweza kukutemea mate, anaweza kukupiga kofi. eh, je we ishawahi kutokea? Haijawahi kutokea. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. na mm -hmm ni kipi ambacho labda kinafanya kuna kuwa kwa urafiki yako kati ya yule mwenyewe unahudumia na wewe, ili mweze kukolaborate, kwa sababu mzee ni mtu mzima, na wakati anaona upendo ndani yako na kumjali, mm -hmm, na yeye anakwaga na feel huyu mtu ananipenda, okay, itabidi akushike vizuri. Mm -hmm. na akiona unakuja kwake hauna upendo, yani unakuja na mavisirani, mm -hmm, na yeye anataka sasa kujifanya ni kujiproteje, mm -hmm, ndio unakutana na kwa mkali wala nakufukuza wale wale wanatemewa wa mate. Ni jinsi wewe umekuja kwake. Kwa hivyo ukiwa na roho mbaya kwake na anakuwa na roho mbaya kwako, ukiwa na roho nzuri na anakuwa na roho nzuri. Yaani kama nakujua kwa mtu wa roho nzuri, hata siku nakuja huko sawai mwenye atakwambia leo uko vizuri mm -hmm. Leo napoona uko na tatizo gani? Leo uko kama kawaida, kwa sababu ni mtu mwenye anafili upendo kwako, na akikuona tofauti atagundua wao, wow. Vizuri sana. Kwa hivyo kila mtu nadhani amesikia, na labda watu wangetaka kujua sasa, pamoja na hii matatizo yote pale kazini ama e, ugumu wa kazi, kazi inalipa vizuri? mshahara ni mzuri? mzuri sana sana sana, yani utapenda. E, malipo yake ni mazuri, inakuja kwa wakati, haicheleweshi Yaani, unajua hii wiki natumika, wiki ijayo napata hela okay. Wiki ya tatu natumika, wiki ya kufuata napata hela. Yaani unarizika kabisa na kazi yako na kazi yako, very nice yeah. na sasa mm-hmm, wewe umekuja huku, watu wanasemanga kuja kufanya kazi huku Canada hawezi kurudi Afrika. Je, kuna uwezekano wa wewe kurudi Afrika baada ya kuwa huko Canada? Ndiyo, uwezekano huo upo. Mm -hmm. Wale ambao walikuja kutumika kazi na makontra ferme contra Mm -hmm. Ferme ni ile ambayo inaitwa Close permit. Mm -hmm. Mm -hmm. Yani mpaka zile mkataba mliandikiana ukiisha uh -huh. Ndo unaweza ukarudi. Okay. Lakini kama ulikuja kutumika kazi ya una kontra firme. Yani, permit yako ni open permit. Muda wote ule ukijisikia unaweza kujulisha ko kazi nahitaji sasa kuenda kwanza mapumziko mm -hmm. Unaenda na wa, utabidi tuakwambia utarudi siku gani juu wajue gisi gani wakikamata mtu wajoe mtu atarudi kwao e, yani yule mtu ambaye ataingia nafasi yako atamwambia utakaa kwa mwezi ama miezi yeah, miwili. Huyo akirudi anachukua nafasi yake, ndio hivyo. Safi sana. Eh, watu wangu wa nguvu wa Leza TV, kama na huko na swali, usisite kuniandikia kupitia comment section, maana huyu dada mimi niko naye kila siku, naweza kumtafuta tena nikamuuliza zile swali lako ambalo utakuwa uko nalo. Lakini kama vile alivyosema, mshahara ni mzuri, pesa ni nzuri sana sana wewe binafsi dada yangu Zawadi ni changamoto gani ambayo umeshaipitia pale kazini eh, ukiwa unafanya hii kazi ambayo labda ilikuogopesha pale kazini? Ndiyo, pale kazini kuna wakati uko na mgonjwa <laughs> ni wazee lakini wengi baadhi yao wana magonjwa okay. Sasa wakati wewe ni mgonjwa inatokea wengine wote wale ambao unatumika nao wako busy. Mm. Sasa uko peke yako, naona mtu hali nakuwa mbaya sana, unakuwa sasa unajiwaza ni mwache niende niite watu nifanye. Yaani hiyo changamoto, dakika tano, mm. Unaona kama vile ni mwaka mzima, mzima. Eh. Na mtu akikufa, mikononi mwako ni hatari mm. Yani, wewe kesi inaanza utasamba huko kamera ziki- zikipara ziki, na hizo ripoti yaani ilikuwa wewe uko nasema nabisi na wanaona wana mkamera kama vigongani, kesi inaanzia hapo. wow. Na kesi ikianza hapo ni kwako wewe binafsi, sio ile, sio hospitali wala sio ile residence ndio itakusambia. mm -hmm. Ni familia ya huyo mtu na wewe kama wewe ndio mnaanza sana Ha, safi sana basi, kama vile ulivyosema mm -hmm. Ni changamoto kubwa sana endapo mtu atakufia mikononi mwako. Ndiyo. Na labda kama eh, itakuwa unamuhudumia vibaya na kamera zinakuona mm -hmm. Kwa hivyo kitu kikubwa ambacho wamesema pale kazini mtu anatakiwa kuwa makini na kuzingatia, especially um, unapofanya kazi ukuwe na umakini mkubwa, umakini sana sana, sana na dada yangu Zawadi, watu wanaweza kujiuliza, unajua eh, watu wakisha vijana sana especially, kule kwetu nyumbani Afrika, wakishaona nakuhoji na hivi dada eh, mweupe mrembo hapa kwenye kamera, watu wanaanza kuniambia, najua watanifuata waniambie, je ana mtu mm, ili labda wapate opportunity. Je, kuna uwezekano eh, mtu ambaye akiniuliza, nasema huyu dada yangu zawadi anaweza, yeah. nisaidia na mimi niweze kufika Canada mtu hapana, ndugu mtangazaji huyo. <laughs> Eh, mtu ambaye atanitazamia mimi hana bahati. Kwa nini? Kwa sababu mimi ni mke wa mtu. Mke ndio? uko na mume wako hapa? na mchumba wangu wangu hapa Canada very soon, mume wangu. Mtafanya harusi, mtaoana Canada ama mnaoana Afrika? Tunaoana Afrika. Unapanga kwenda Afrika? Yes. Lini? Apo, umesema very soon lini? mwezi kesho nenda Afrika, tuko Juni, kwa hivyo mwezi wa saba? <laughs> Maybe mwezi wa saba. Anyway, mtoto wangu wa nguvu huyu dada hapa kama unavyomuona, na ndio maana nimekuwa na bidii sana ya kutaka kumleta hapa kupitia platform yetu ya Leza TV, huyu mdada ambaye amejituma sana. Mimi nilipofika hapa Canada nimempata hapa, lakini mafanikio yake ni makubwa sana kwa muda mfupi, ameweza kujipata. Nikisema Kiswahili cha kujipata, nadhani Watanzania na Wakenya mnakuwa mnanielewa amejipata vizuri sana kutokana na kazi yake ambayo anaifanya. Yes. Ana maisha mazuri, ana hela, yani yuko vizuri kabisa. Hadi ukisikia anakwambia anakwenda Afrika very soon sio uongo. Anaenda Afrika very soon, anaenda kukutana na mchumba wake na very soon atarudi hapa akiwa mke wa mtu. Yeah. Hivyo basi ndio maana sisi tukasema bwana, isiwe tabu, tuweze kushare na yeye mafanikio yake, atuambie kwa nini Eh, alipata mafanikio ya haraka haraka. Hivi umekaa Canada miaka ngapi? Hivi yapata inataka ni miaka miwili bado hajaenea vizuri. Bado ni mwaka mwaka moja na miezi kadhaa. Yes. Lakini umeshakuwa na mafanikio makubwa na unarudi Afrika. Ndio. Juu kuna watu wanaambiaga, wanatuambia eti ukishaingia Canada huwezi kutoka mpaka muda fulani, miaka mitatu, minne, mitano. Hamna. Ukitaka kurudi Afrika kwa miaka miwili unarudi. Mhm. Mm-hmm. Ndio. Very very nice kwa hivyo yes. Very soon atakuwa anaenda Afrika, mafanikio yake ameipata ya kwa muda mfupi sana. Sasa kwa mtu ambaye yuko nyumbani kule Afrika mm -hmm. anataka na kuja kufanya kazi yake ya caregiving mm -hmm. kama yeye wao, unaifanya eh, unaweza kumshauri vipi kwa mtu ambaye angaliki Afrika, eh, angali Afrika, maana wengi wanatutazama hapa, wako Afrika mm -hmm. wako Kenya, Tanzania, Kongo, Rwanda, Burundi, Uganda na na South Africa kuja Canada unawaambia nini? na pingine wangetaka kuja Canada, nawaambia welcome to Canada, mm -hmm. Canada inapokea watu wote, inahitaji kujituma na kuwa na moyo wa upendo, kwa sababu wao mm -hmm. wazee wana feel unapokuwa na upendo ndani yako, atakujua na wakati huko na moyo wa kikatili kikazi tu atajua. mm -hmm. ndio kwanza yeah. ni upendo na kujituma yeah. Upendo na kujituma, usiwe na moyo wa kikatili maana hapa Canada hawataki makatili, wanataka watu wenye moyo. Hii ni nchi ambayo imeendelea. mm -hmm. kwa ujumla, watu wanasemaga maisha ya Canada ni magumu, maisha ya changamoto ya kulipa taksi na nini. Kwa sababu sikutaka kukuuliza mshahara wako, kwa sababu sio vizuri kuutaja hapa kwenye mitandao, lakini ashasema mshahara ni mkubwa. Kama amesema ni mkubwa na nimekutajia mafanikio yake, inamaanisha mshahara kweli ni mkubwa. Na watu wanasema kwa jumla maisha ya Canada ni magumu. Changamoto. Je, wewe kama Mwafrika mwenye unaishi Canada, kuna ugumu ambao unakutana nao kwenye maisha hapa? Eh, wakati unapokuja hapa Canada kwanza changamoto ya kwanza ni lugha. Mm -hmm. Kwa wale ambao hawajui lugha, Kifaransa like, ama Kiingereza. Hiyo itabidi kwanza upite shule, mm -hmm. ili kwamba uwe sambamba na lugha. Juu kule kwenye utatumika, utabidi uongee na watu. Kweli. Lakini unapokuja uko sawa kilugha. Mm itabidi sasa, nataka utumike ufanye formation. Hata ulikuja na masomo ya aje hapa, watahitaji wanavalorize sana kartasi yao ya hapa. Itabidi kwanza upite mu formation, upate ile kartasi yao ya hapa, kisha kazi utaipata. Safi sana yaani, anasema ukija hapa changamoto namba moja ambayo unaweza kuzana nayo kwanza ni lugha. Ukiwa na Kiingereza cha kusuasua ama Kifaransa cha kusuasua ambacho hakieleweki inaweza ikawa ngumu kwako kuweza kwa kupata eh, kazi ya haraka. Lakini pia itabidi upitie masomo fulani kama hapa kwa Wafaransa kuna masomo ya francisation ambapo unaenda kusoma kwanza Kifaransa kikae vizuri, lakini pia kwa Waingereza nao kuna masomo pia ya Kiingereza ambayo lazima uipitie ili uweze kufanya. Na vivyo hivyo hata ukiwa na cheti chochote ambacho umetoka nacho nyumbani, lazima pia hapa utapewa nafasi ya orientation ama training uweze kujifunza mfumo wa kazi wa Canada ili uweze kuelewa, ndio uingie kazini. Haukuji leo kesho unaingia kazini, mm. Lazima kwanza wapime vyeti vyako, makaratasi ambayo umekuja nayo, zile degree zako, PhD, jezi vye zinakizi vigezo vya kazi vya waajiri wa Canada. Kama havikizi, basi lazima utapata nafasi ya mafunzo ili uweze kujumla. Je, chakula za Afrika nini? Watu wanapata chakula? Kwa sababu wengine wanalalamika kuwa Canada ukienda utakuwa unakula tu chakula cha wazungu. <laughs> Hapana, watu wanajidanganya hapa Canada, tuna kila chakula mm -hmm. kila chakula chetu cha Afrika kipo. kipo hapa Canada hakuna yeah. kitu cha Afrika ambacho takikosa Canada. Actually kwenye hiyo video hapo, hao ni dada zangu, kulikuwa dada Jane ni Mtanzania, lakini ama Jenny ukitaka tutamuitaga Jane kwa sababu tuko kwa wafaransa eh, na huyu ala, hapo video unaona hao wanakula na ni maharagwe na miogo. Miogo na maharage <laughs> chakula cha nyumbani. Hata huko kipo. <laughs> Ndio. Safi sana. <laughs> Inapendeza sana. Labda kuna kitu kingine ambacho ningetaka kuongea, labda sijakuuliza ungesaidia watu kujua. Hapana. Mimi ni kuuliza ya mwisho. Unapataga nafasi ya kupumzika kazini kama, kwa sababu wanasema kazi za caregiving ni kazi ngumu za kuhudumia. Kila saa mzee mmoja amekunya, huku mwingine amekojoa kule, natakiwa mbadilishe pampers. Je, unapataga nafasi ya kwenda kwa kuwahudumia ana kupumzika? Ndiyo, kazi hiyo ni kazi nzuri sana. Si kila wakati ndio wanajichafua wana, wana eti unabadilisha pampers, hapana na kuna wale ambao wamefanya hiyo kazi asubuhi. mm -hmm. Wewe unakuja kama kuanza saa 8, pana wale ambao walienda washawatengeneza saa 8. Wewe utakuja tena kuwabadilisha saa 11 jioni, ili kwamba walale, wako sawa. Yaani ukishamaliza kazi yako saa 11, utakuja fika saa mbili, umeshamaliza kazi, unapumzika, unakuwa na ngoja tu, kama pana mwenye ataita, oh, tala zimisha tala, huyu anaita, oh, fungua mlango wewe unasema wewe upandisha dirisha lakini muda wa kupumzika upo. Kwa hiyo hawa si watu kwamba wanaenda enda choo kila saa kusumbua. Hamna, ni watu kawaida mm, kam, no, kama, no, kama mtu, mm. hivi hapa. Kama una, unaendaga choo to mara mbili ni mara mbili tu. Wala, kama ameenda yeye anaendaga asubuhi na magharibi wale wa asubuhi watahusika naye mm -hmm. Na wale wa usiku sana nataka kulala watahusika naye. Na kwa siku unaweza kuwa unahudumia watu wangapi kwa siku, ama usiku mmoja ama mchana mmoja? Inafatana, yaani kuna Muda wako wa kazi ukitumia watu wadogo ni watu tano. Tano kwa, yaani ni watu sita, saba. Kwa uh -huh. Wengi watu nane. Unawaangalia angalia. Una kila mtu na mahitaji yake ya tofauti. Ndiyo. Very good. Nasikia hiyo ni kazi. Wewe unanishauriaje na mimi nifanye? Yeah. Na wanaume wanaweza kuifanya? <laughs> Ndiyo, ni kazi ambayo inatumika watu wote, wanaume wanatumika, wanawake wanatumika Actually. kwa sababu au wazee mna wanaume na, na mna wanaume wewe unahudumiaga wanaume hiyo ni swali lingine. Kuna wanaume ambao wanakubali wanawake wahudumie, kuna wanawake ambao ambao wanakubali wanaume wahudumie, na kuna, kuna wanawake na wa wenye wao inajulikana mle ndani ya mwingi. Sasa mimi kusema kwa mfano na mdevi yangu hivi, mwanaume naanza kumpanguza mama mwanamke, yes, ni kazi. sehemu zake nyeti naziona ni kazi. Inaitwa kazi ni kama vile una huko na mama yako, hauna mtu mwingine wa kukusaidia mama yako anatabanika, mikono yako amesha jaribu hmm, utalazimika kumhudumia, hautamwacha na uchafu eti juu uko mwanaume na yani mwanamke kama hivyo. Yes, tunahudumia wa baba, tunahudumia vijana e, tunahudumia wa mama na vijana, na wao wakipata hiyo kazi wanahudumia wamama kwa sababu inaitwa kazi, ni kazi. Kazi kazi kazi ni changamoto kidogo kweli, kama wanaume anaweza kuhudumia mwanamke especially mpaka ambayo umesema ni mama. Unajua kuna yale mama na kuna ule ambaye sio mama yako, yani kazi ni kama vile wanganga, kama daktari, kama vile hata tayari au sasa, niko mbue. niko fundi tu wa wanawake mm, lakini mganga utasema niko tu mganga wa wanawake no, sio vile vya kudoktere ngoni specialite wa wajen, gynecologue yana uh, uh. Yani kama uko infirmier ni watu wote Anyway, mi niseme tu asante sana dada yangu Zawadi. Najua wewe huko hapa e, uta, labda tuko pamoja na yeye kwa muda fulani, akisafiri atarudi tutakuwa pamoja na yeye. Yes. Watu wangu wa Leza TV ambao mnatazama video hii, kama utakuwa na swali nelietu kupitia kwa...